Miaka 44 sasa, na alikuwa rais wa kwanza wa Zanzibar jamhuri uh, ya watu, watu Zanzibar uh, na karibu miaka ya nane ametawala, amefanya mambo mengi. Watu wengi tuna uh, Zanzibar imejenga sifa kubwa duniani kupitia utawala wake. Basi mimi najua machache sana, mm, mimi nimekaribisha

ni kwa jirani tatu wapi? Ndiyo, kwanza nashukuru kwa kupata nafasi, na naimpata nafasi naona kama ni haki yangu, kwa sababu mimi namfahamu sana mzee Abed Amani Karume kabla hajawa rais wa Zanzibar. Amjua wa mzee Karume, nimeishi naye 64 miaka ya hamsini na tatu jirani zangu walikuwa kina Saidi Kibiriti, Abrahmani mwenye ndevu alioko Ikulu. Said huyu tulikuwa wote mtaani, kina Saidi Kibiriti, kina Hamisi Mpemba, Asha Simba, Makwega, hawa ni watu tumeishi wote mtaani pamoja na klabu ya Kisima Majongo pale, tunaishi nyumba yake tunatizamana, na nashukuru sana kwamba mzee Karume kwa, kwa kujuana naye kwa karibu katika mazingira yake ya kisiasa baada ya kuundwa Afro Shirazi na ikaundwa jumuiya ya kina mama, kwa hikima na busara zake kubwa akaona pana haja ya kuunda jumuiya ya vijana. Na katika kuunda jumuiya ya vijana, mimi kwa sababu ni Mpemba, hata kama wengine wanachukia kwa sababu mimi chama kingine, lakini kwa kuzaliwa mimi ni Mpemba tena Mpemba fyoko, ili kuja kuishi Unguja tu ni matokeo tu, na kwa sababu akilijua mzee Karume afikiria kuunda umoja wa vijana, akaniteua mimi kwa Pemba na hapa akamteua Hassan Nassor Moyo kutoka chama cha wafanyakazi kilichokuwa miembeni, akatutaka tushughulikie kuunda jumuiya ya vijana Afro Shirazi Party Youth League. Hiyo tumeiunda, tukafanya shughuli hizi za chama. Kwa hivyo mimi ikawa ndio yuko karibu na mimi sana katika mambo ya chama mimi kijana, yeye yeah, yeah, mzee. Na kwa bahati nzuri nimefanya kazi na wazee wengi, kina Mohamed, kina Mheshimiwa Thab Thabit Kobo, hao marehemu kina Daud Mahamudu, hao kina Hamdani Muhibini, hawa wote viongozi nimefanya nao kazi na, endelea, nimefanya nao kazi, nimeishi nao na nikaanza nao shughuli za umoja wa vijana. Kwa hivyo namjua sana mzee Karume. Namjua mzee Karume akikaa, akisimua nyongo, akiwa ni mtu wa kawaida tu. Alikuwa na basikeli yake akipanda na kofia yake ya tunga na mavuli wake na koti, anatoka nyumbani kwake pale na kwenda marikiti asubuhi, anapita njia ya kisiwa nduni, anakwenda marikiti kununua vitu analeta nyumbani ni, na muona saa nyingine mimi nikitumwa na yeye, nikitumwa na mama Fatuma Karume. Na kwa kweli mama Fatuma Karume nilikuwa naye karibu naye sana vile vile, kwa sababu huyu ni mzee ambaye Alipokuja Pemba, mzee Karume alinikabidhi, wakati mimi nikiongoziwa umoja wa vijana, nikamtembeza Pemba nzima, uongozi wake. Na katibu mkuu wetu Pemba alikuwa Shaban Sudi Ponda. mm -hmm. na babake Ahmad Rashid, mzee Rashid Hamadi alikuwa ndio mwenyekiti wetu wa Afro-Shirazi Pemba. Ahmad Rashid huyo huyo, mteuliwa mm -hmm. wa juzi kuingia katika baraza la wakilishi mm -hmm. na kakaake Ahmad Rashid akiitwa Said Rashid Mm. Alikuwa ni karani wa Afro Shirazi Party pale Pemba na huyu mzee alikuwa ndio chairman wetu. Yeah. Kwa hivyo mzee Karume anamjua sana, ni mtu ambaye ana moyo wa, wa kuwatetea wananchi, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa chama cha wa wa ya African Association na akawa kiongozi katika jumuiya ya wanabaharia wanabaharia baharia kwa, mm. kwa sababu alikuwa ni simeni, aliishi nje sana. mm-hmm. Aliporudi hapa akachukua jumuiya ya watu wa baharini, okay. Ndio mm. Shoti sasa, kwa bahati nzuri ilipounganishwa African Association and the President na Shirazi Association ilipounganishwa, yeye akawa ndiye akawa rais wa Afro Shirazi Party mm. Hiyo ndo mm. ninavyomfahamu mzee Karume na, na na Pemba alikuwa anakuja mara kwa mara, mara kwa mara alikuwa anakuja kwa ajili ya kuendeleza chama cha Afro Shirazi Party pamoja mm. na umoja wa vijana. Ninampokea mara nyingi tu kama mimi kiongozi kwa kule Pemba mm. na mpaka umoja wa vijana ameandaa mambo ya mapinduzi kwa ushauri wake, yeye ndio alikuwa akishauri mmoja wa vijana mm. kaandaliwa nafikiri, wamefanya kama tatu, feli, mara mbili tatu ikafeli, mara ya nne tukafanikiwa kufanya mapinduzi, ikawa yeye ndio rais wa kwanza mm. wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mm -hmm. Rais wa kwanza katika nafasi yake ya urais wa kwanza pia ulibahatika kufanya naye kazi au ulikuwa unafahamu mwenendo wake wa kazi? Nimefanya naye kazi mimi. Sikuwa miongoni mwa mawaziri lakini nilikuwa miongoni mwa viongozi wakubwa wa chama, niliishi naye na nimefanya naye kazi sana. Kwa sababu mara kwa mara nilikuwa nikitoka Pemba nikija Unguja kufanya mikutano ya hadhara ya Afro Shirazi Party na kutembelea vijiji na maeneo mbalimbali. Mimi kwa kweli nimejua Unguja na Pemba katika ziara tofauti tofauti nilizokuwa nikifanya na mzee Karume pamoja na mzee Abudu Jumbe katika swala zima la kuendeleza chama cha Afro Shirazi Party. Mzee Karume alikuwa ni mtu ambaye ana moyo wa kibinadamu, ana moyo wa huruma na ni mtu alikuwa na earmark ya kuona kwamba huyu kiongozi anafaa nafasi fulani, pamoja haja rais kabla haja wa rais mm, kwa sababu uchaguzi wa mwanzo wa hamsini na saba tulipoamua kufanya shughuli za chama yeye alijitolea kutaka, kwa sababu ndani ya chama kulikuwa na hakukuwa na wasomi ndani ya chama cha Afro-Shirazi Party mm, lakini yeye alijitolea kutafuta wasomi, uchaguzi wa mwanzo wa hamsini na saba ili tuwapate candidate ambao watagombea chama cha katika uchaguzi wa mwanzo wa hamsini na saba akawatafuta kina Idris Abdul Wakili, kina Hasnu Makame, kina Hasan Nasoromoyo, hao kina Abudu Jumbe. Hawa wote ni viongozi ambao amewatafuta, akamtafuta Isa shari, Ali Sharif Pemba, akamtafuta marehemu babangu Muhammad Shamte. Uchaguzi wa, wa kwanza ulikuwa viti sita Pemba viwili na Unguja vinne. Sasa Pemba kusini, alikuwa marehemu babangu. Asante asante, asante. Asante, asante eh, eh, eh, bwana si nikute mzee mzee ba, Baraka Shante. Pia tunaye mzee mwingine, tunaye <laughs> mzee mwingine hapa. Kwa sababu mambo ya ajenda muhimu sana, tunaye Bi Fatma, Fatma Hamza. Yeah. Habari za asubuhi. Uh, unamfahamu vizuri mzee Karume? Karume kwa unamfahamuje kwa upande wako? Kwa upande wangu mimi ndio karibu nafahamu, alikuwa mwenza wa babangu mwenzake sana. Baada ya hapo barazayao kusimaavonguu hata katika mambo haya siasa, alikuwa mwenzake sana katika miaka hiyo. wewe yeye eh, hiyoe uh, eh, uh, unachuchucha chuchia, unamuona eh, wapo karibu eh, kabisa hmm. Alikuwa anamfuata babako ana na Mzee Karume anamfuata babako, uwanakutana barazani tu akutana kwa na hata haya ya namna kutafuta uhuru wako pamoja, na hata katika mapinduzi yenyewe, mzee wangu mimi alishiriki katika siku hiyo ya mapinduzi mm -hmm. Baada ya hapo, twende kwenye maendeleo. Eh, Mzee Abedi alikuwa rais wa kwanza Zanzibar, nini kafanya? Watu wengi hawafahamu au ha, kuna kuna vikwazo kidogo hapa, ule ufahamu wao. Mimi tambii mimi katika hali yenu kwambia ya udogo, sikuwa mdogo kwa sina fahamu zangu, nilikuwa na fahamu zangu. Kitu ambacho ninachokikumbuka cha mwanzo ambacho kilikuwa kimepangwa na mzee Karume, ilikuwa ni manifesto ya Afro-Shirazi Party. mm. katika manifesto hiyo, katika vitu vilivyokuwa vimepewa umbele, alitoa umbele katika vitu vitatu. Cha kwa kwanza Alisema tuna maadui watatu, na maadui wetu ni ujinga, maradhi na umaskini. Ambaye adui ujinga alikuwa atibiwe na elimu, na akafanya elimu bure mm, ili tupate kutibu adui ujinga. Adui maradhi alikuwa anatibiwa na afya njema, kwa hiyo akaweka afya iwe matibabu bure mm-hmm. na adui umaskini alikuwa ardhi maskini hawakuwa wengi wenye kumiliki ardhi, au wanyonge wengi hawakuwa wenye kumiliki ardhi, wakifanya kazi katika mashamba ya watu wenye mashamba mm. walikuwa visehemu vyao mm. alivyosema vitu hivi vitatu, na baada ya mapinduzi vyote kaja kuvitimiza kwa wakati mmoja. Katoa elimu bila malipo, ambapo sisi tulikuwa dogo tukiita ndio elimu bure. Katoa afya au matibabu bure katoa na ardhi eka tatu tatu ili watu waweze kujikimu kuondosha umaskini, ubakie umaskini mwingine sio wa kutokumiliki hata chakula chako. Kwa vitu hivi na mpaka leo vinatumika, tuna mhisi tuna njia hevu sana ya kuweza kumkumbuka mzee Karume katika uhai wetu wote. Mzee Shamte, haya mambo matatu yamefanikiwaje ya na kutuwekea msingi imara katika dira yetu, kila tunacho tunakuelekea, tunaona hapa kwamba huu ndo ulikuwa, hii ilikuwa dira. Yamefanikiwaje? mafanikio ya kwanza katika mambo ya ardhi <coughs> alitaifisha ardhi kwanza, kwa sababu ardhi sehemu kubwa ikimilikiwa na mabepari na matajiri, ndo alokuwa kihovi na mwananchi wa kawaida, ilikuwa hata akitaka kujenga nyumba lazima alipe kodi kwa mwenye shamba. Akitaka kulima lazima aombe kwa mtu ili aweze kulima na yale mazao atakayopata wagawane nusu kwa nusu. Huu ndio utaratibu Unguja na Pemba, ulikuwa kwamba nimekuja wewe tajiri, nimekuja nataka shamba lako kidogo, nipate konde nilime, linywe mnyonge, ilikuwa lazima akiweka kwa mkataba maalum, mkataba kwamba ya zao unaolima, mazao haya tugawane sasa Karume kwa uchungu ule wa kuona wa Afrika nchi hii walikuwa wanateseka, ndio maana akaingiza katika manifesto swala la kwanza la kuchukua ardhi, ili kwa sababu rasilimali ya dunia ni ardhi, jambo la kwanza, kwa sababu utajiri wote hata maisha uko juu ya ardhi. Kwa hivyo alibinafsisha ardhi kwa mali ya serikali, ndio ikagawiwa hizo eka, wamepewa eka wanyonge, kwa sababu mtajiri haoni sababu ya kupewa eka, na kwa kutumia ardhi hiyo hiyo Akajua kwamba wanyonge wanaishi katika vibanda akiita full suit. Kwa hiyo kajenga kila wilaya aka, akaleta sera ya kujenga majumba maendeleo mm, ambayo tunayaona. Kwanza tulianza Kikwajuni majumba ya mm, Mjerumani. Ile ilikuwa ni kama majaribio Mjerumani, mm, alijitolea Karume. Alimwambia, hebu nionyeshe mfano, ndio ikajengwa hapa mm, Kikwajuni kwa Mjerumani, kwa mfano ule akaanza akaanza Michenzani amajumba ya wa Kichenzani watu wa kwanza waliohamishwa ni watu wa, alianza, alianza Kilimani, alianza Kilimani ili kupata nafasi ya kuwahamisha watu wa eneo la Michenzani.